Naam, shukran sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu sasa tukupashe tulo kuandalia, jina langu mimi ni Mwana Hamisi Hamadi, na tunaanza na taarifa kutoka taifa jirani, kwani wapiga kura zaidi ya milioni 37 waliosajiliwa nchini Tanzania wanatarajiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu hii leo. Rais Samia Suluhu anamenyana na wapinzani wenza kumi na sita kutetea wadhifa wake kwa tikiti ya Chama cha Mapinduzi kinachotawala sasa. Hata hivyo uchaguzi huo mkuu umekosolewa baada ya viongozi wakuu wa upinzani kuzuiwa kushiriki. Kiongozi wa Chadema Tundu Lisu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini huku chama chake kikinyimwa idhini ya kushiriki kwenye uchaguzi. Mgombea wa ACT wa Zalendo Luhaga Mpina naye ametolewa kwenye kinyang'anyiro hicho, jambo ambalo limezua gumzo miongoni mwa mashirika ya kutetea haki na uhuru wa binadamu. Na bila shaka tunafuatilia kwa karibu uchaguzi huo na